Hello habari, uh, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya jsabo Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy ana leo tutaangalia faida za tango uh, mwilini. Basi kati ya matunda uh, ambayo pia hayana hayana raza tuseme, hayana sukari, ni baadhi ya matunda pia ambayo yasiyopendwa yasiyopendwa sana, lakini pia uh, hili tunda la tango limekuwa na faida nyingi nyingi uh, mwilini ambazo nitakuorodheshea hapo. Na kama uh, ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu Clinic, basi usahau kusubscribe na, kini, na comment, uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya uh, tunazotuma kila siku. Leo nitafundisha uh, faida za kutumia tango mwilini. Mara nyingi tumekuwa tukishauriwa tutumie tango, tango, tango. Je, tango linasaidia uh, nini uh, mwilini? Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufahamu kwamba tango ni chanzo kizuri cha vitamini B mwilini. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita kwenye chaneli yetu tumeshaongelea faida za vitamini A, vitamini B mwilini na dalili za upungufu wa vitamini B mwilini na vyakula ambavyo vinazalisha vitamini B mwilini ikiwemo uh, tango. Ni chakula uh, namba moja. Lakini faida uh, ya pili ya matumizi uh, ya tango basi uh, ni majimaji ya tango huwa yanasaidia kuondoa sumu mwilini. Mara nyingi tumekuwa tukisema atango uh, linasaidia uh, kama unafanya detoxification, una, una, ondoa sumu mwilini basi tumia tango. Ni kwa nini tango? Kwa sababu tango inaondoa sumu mwilini, tango inafanya detoxification moja aa, kwa moja. Lakini pia aa, kwa wale ambao kwa sisi ambao ni walevi basi huwa inaondoa hangover moja kwa moja. Kwa hiyo kama umeweza kulewa, basi ukatafuna avipande kadhaa vya tango, basi aitakuwa vizuri kabla ya kwenda kulala, kwa sababu itaondoa ile hangover. Lakini pia faida nyingine, inasaidia kuondoa harufu mbaya kinywani. Kwa wale watu ambao wamekuwa na harufu mbaya kinywani, unakuta mdomo mtu anatema cheche. Kwa hiyo kama mdomoni unatema cheche, una harufu mbaya mdomoni, basi tumia tango, utatafuta tango utatafuna, na itakuondolea hiyo changamoto ya harufu mbaya kinywani. Lakini pia ni nzuri kwa sababu huwa inaondoa mafuta mabaya mdomo, mafuta mabaya mwilini ambayo tunasema uh, badi cholesterol na kwenye ile mishipa moja kwa moja. Kwa hiyo kama inafanya hivyo moja kwa moja, uh, ni tiba nzuri ambayo inapunguza uh, changamoto uh, ya pressure ambayo tunasema low blood pressure na high blood uh, pressure. Kwa hiyo tumia uh, tango kama una pressure ya kushuka na pressure ya kupanda. Kwa nini? Kwa sababu huondoa mafuta uh, mabaya uh, mwilini lakini pia a, faida nyingine ambayo utaipata kwa kutumia a kwa kutumia tango basi, huwa ina inasaidia wale wenye changamoto za kisukari. Kwa sababu nini? changamoto za kisukari, kwa sababu huwa inaongeza ile insulin ambayo ina, inasaidia kudhibiti kiwango cha sukari uh, mwilini. Kwa hiyo kama una sukari, basi tumia tango, kwa sababu lenyewe tango halina sukari moja, moja kwa moja. Kwa hiyo kama halina sukari uh, ni njia moja wapo pia ya kudhibiti uh, sukari mwilini lakini pia inapu, inapunguza na kupambana na changamoto zinazohusiana na kansa mbalimbali kama kansa ya matiti, kansa ya mkuku wa kizazi, kansa ya tezi dume na kansa ya mayai ya kike ambayo tunasema ovarian ovarian cancer. Kwa hiyo kama una kansa basi tumia tango, utakuwa unakula tango atiristi mara tatu kwa siku, au unaweza ukaroweka kwenye maji ukanywa ile asubuhi mchana na jioni. Lakini pia tufahamu kansa a, mara nyingi tango linakuwa na faida hizo, kwa sababu ina vitamini a b1 b6 c ana d folate calcium magnesium na potassium. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi inakuwa na faida hizo, lakini pia tango isaidia moyo kupia, yale mapigo ya moyo kwenda mbio. Kuna wale watu ambao unasikia moyo unadunda unaenda mbio basi, tumia tango litaweza kukusaidia, kwa sababu lina potassium itakusaidia nzuri kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia tango ikichanganywa na karoti pamoja na tangawizi huwa ni nzuri, kwa sababu ina, inatumika kutibu baridi ya bisi yuri kiasidi na gauti moja kwa moja. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea faida za karoti, faida za tangawizi lakini pia zina kamba kamba tango ambayo tunasema ni fiber foods ambazo zinasaidia katika kuondoa sumu mwilini, lakini pia na kuimarisha um, mfumo wako wa meng'enyaji uh, wa chakula. Faida nyingine ambayo ipo hapa, basi eh, huwa inasaidia kupunguza ule msongo wa mawazo, kwa sababu ina vitamini B ambayo huwa inasaidia moja kwa moja kusaidia katika uh, mo, uh, katika utendaji kazi uh, katika Uh, inasaidia wewe kama una changamoto ya stress, kwa sababu vitamini B huwa inasaidia kuboresha utendaji kazi wa mishipa yako, kwa hiyo inaondoa changamoto ya stress lakini pia a, ni nzuri kwa watu wenye vidonda vya tumbo na, na watu wenye asidi reflux au ukitumia tango, basi ni njia mojawapo ya kupunguza maumivu ya vidonda vya tumbo na asidi reflux. Lakini mwisho, kwa sababu inazalisha energy, basi kama una changamoto ya nguvu za kiume unaweza ukaitumia tango ikakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu ya Dr. Sabo Clinic, basi usahau kusubscribe na comment iliweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Hapo chini, tuambie ni faida gani nyingine ya tango ambayo umeipata baada ya kutumia tango kwa muda mrefu.